Hello. Karibu tena leo LusaElimu. Leo tumekuendelea somo la jinsi ya ku download joining instructions katika shule ambayo mwanafunzi wa kidato cha tano amechaguliwa kwenda. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kwa kwanza ndapo tutatoa video nyingine ama ku publish video nyingine ambazo zina mafunzo mbalimbali ya kielimu. Kwa upande wanafunzi pamoja na, na wale ambao wanatafuta ajira. Hivyo hatua ya kwanza utakwenda katika browser ambayo unaitumia utakwenda ku utaipu uh, uchaguzi wa kidato cha tano mwaka elfu mbili ishirini na tano ama unaweza kuandika form five selection 2025 kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza button ya search baada matokeo mbalimbali kama tokeo mbalimbai. Kuna website ambazo zenyewe zina share hizo selections za uh, kidato cha cha tano, pamoja na, description yake inaonyesha mwaka Uh, husika ambao ni mwaka huu 2025. Kwa baada ya hapo, utabonyeza azumuni ni kwenda ku download joining instruction. Sasa, baada ya hapo, utakwenda mkoa ambao mwanafunzi amemaliza kidato cha nne, tuchukulie ni Ruvuma. Utabonyeza mkoa wa Ruvuma, utakuja ukurasa wa pili. Hii itategemeana na, na mtandao. Baada kuja hapo, utaingia ni halmashauri wilaya, mfano hapa ni Songea DC, basi tunaweza tukaingia hapo. Baada ya kuingia hapo utakuja listi za shule mbali mbali. Sasa, kama wewe umemaliza shule fulani mfano hapa ni St Agnes, tutaingia hapo, mfano tunachukulia zumuni kuonyesha tu jinsi gani unaweza ukapata hiyo instruction yako. Sasa ukishafika katika listi ya majina ya shule ambayo umemaliza, angalia shule uliopangiwa kwenda mfano huyu. Chukulia ni huyu Anita Samueli. Huyu amepangiwa kwenda mawele Mawelewele hehe Secondary School, lakini kwa taasisi hiyo hapo. Sasa, huyu ili aweze ku download join instruction yake, wewe utabonyeza ili jina la shule ambayo umepangiwa kwenda. Kwa hiyo utakapobonyeza, automatic yenyewe itaanza ku process na ku download PDF ya join instruction ya shule hiyo. Tunaona hapa mfano kama unavyoona. Tayari ina download tasubiri, iweze kumaliza na kuifungua na kuhakikisha kama je, ni joining instruction ya shule hiyo ambayo tumeibonyeza, ambayo kwa mwanafunzi anaitwa jina Anita Samuel, shule mawelewele. PDF ina MB moja tu sema mtandao utaonekana uko chini, tutaweza kusubiri za kusubiri na kwa yule ambaye atakuwa amechaguliwa kwenda college kwa mfano, wao wamechaguliwa kwenda uh, advance kuna ambaye alichaguliwa kwenda college laketuli nyuma, ndio shule nyingine, mfano ni hii ndako chini sana imefunguka na tayari PDF yetu ishamaliza isha kudownload. Tunaenda tukaangalie, ndo e, PDF ambayo tulidownload ya shule Mawelewele kwa tunaenda kuangalia, je, ni joining instruction husika. Utakuja hapo utasoma. Haya, tunaona hapa maelekezo ya kujiunga na kidato cha tano shule ya sekondari Mawelewele. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo wewe uh, utafuata hatua kwa hatua kuweza kupata joining instruction kwa shule ambayo umepangiwa kwenda. Kwa hiyo utasoma vizuri vitu ambavyo vitahitajika na maelekezo yote muhimu. Baada ya hapo, basi utajiandaa kwenda kuripoti, na tarehe pia kuripoti itakuwa imewekwa katika hii joining instruction. Karibu share na wenzio, ili waweze kujifunza jinsi gani wanaweza ku download joining instruction for free kabisa. Elimu mtandaoni, karibu LusaElimu sasa ku